Nawezaji iduka binafsi lipate dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Wapo wanaonunua, wapo wanunuzi wanaofanya makusudi, wanapoagiza wanaagiza panadol na paracetamol, alafu kwenye kuandika wanajua kule dawa zilikokwenda zile zilizo muhimu ambazo watu wanatakiwa watibiwe nazo, kwa kila akimwandikia anamwandikia aende kwenye duka lake